Kwa majina naitwa Rose Willy Fredy Kawiche ni mama mlezi katika kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo Mantanji, Nuru Orphans Organization, kituo cha Nuru kina jumla ya watoto thelathini na nane kwa sasa, na tunalea watoto waliotoka katika mazingira aina nne. Mazingira aina ya kwanza waliookotwa, mazingira aina ya pili waliofiwa na mzazi mmoja ambaye ni mama, na mazingira aina ya tatu ni watoto ambao mama wana shida ya akili, na mazingira aina ya nne ni migogoro ya ndoa, mkuta baba ametele, mama ametelekeza familia o jamii ikiliona hili, wanatuletea na tunalea mtoto kuanzia umri sifuri na kuendelea. Na kwa sasa hivi mtoto mdogo kabisa tuliye naye ana umri wa miezi mitatu, na mtoto mkubwa ana umri wa miaka kumi na tisa. Tunashukuru sana, leo tumepokea wageni, tumepokea wadau wetu wa Charity tunashukuru sana kwa moyo wao wa upendo, na Mungu awabariki sana kwa vile walivyovileta. Vitatusaidia kuongeza siku nyingi sana kwa watoto. Kama mnavyoelewa changamoto yetu kubwa tulionayo kwa sasa, tuna watoto hao wenye mahitaji maalum walemavu, wana changamoto ya kupata viti mwendo kwa ajili ya kuwasaidia kukaa na kuwapa urahisi wa kuweza kuendesha vile viti kwa ajili hata ya kwenda sehemu moja na nyingine, kwa sababu wanakaa sehemu moja, hawawezi kusogea, hawawezi kufanya nini. Kwa hiyo tukipata viti mwendo vitatusaidia kwa sababu. So, tulishapata watu wanaotengeneza hivyo viti na walikuja walitushauri, lakini tu hatujapata pesa kwa ajili ya kuagiza hivyo viti. Kwa majina anaitwa Boniface Nyondo ndo mwanzilishi na mwenyekiti wa hii organization ambayo inaitwa Teachers Charity Foundation iliasisiwa chuo cha cuom na wanafunzi waliokuwa wanasoma ngazi ya degree katika fakati ya education. Malengo ya taasisi yetu ni kuweza kusaidia watu wenye uhitaji katika jamii yetu, ambao ni watoto yatima, wazee pamoja na watu wote walika zote, wanafunzi watakaokuwa wanashindwa kusomeshwa kuweza kuwasaidia katika ko idogo ambao tutaweza kadi tutakavyoweza. Mpaka sasa foundation yetu, na huu ni mwaka wa wa pili tumetembelea, hiki ni kituo cha tatu. Tulianza kituo cha Ilomba kwa Bibi Aisha mwaka jana mwezi wa sita, mwezi wa kumi na mbili tukaenda kituo cha Sai Pipeline na mwaka huu mwezi wa sita tumekuja katika kituo cha Nuru Orphan Center ambacho kipo Uyole. Lakini lengo la kuja leo hapa katika kituo cha Nuru Orphan Center Uyole ni kuja kuwatembelea wahitaji katika kituo hiki, baada ya kuguswa na changamoto zao wanazopitia. Ko, tunashukuru leo tumeweza kufika na tumepokelewa salama kabisa katika kituo chetu cha Nuru Orphan Center. Tunaomba wadau mbalimbali kama unaweza mkatusaidia, tunawakaribisha mezani, ili tuweze kufanya foundation yetu iweze kuwa kubwa zaidi, zaidi na zaidi. Tunaomba support yenu kwa hali na mali. Kuanzia sasa mawasiliano yetu nadhani tutapata kwenye platform zetu za Instagram, ambayo ni Teachers Charity Foundation. Kwa jina anaitwa Tekla Cosmas Mayunga, ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kikatoliki Mbeya. Niko hapa pamoja na taasisi ya Teachers Charity Foundation ambao siku hii ya leo tumekuja kuwatembelea watoto wenye uhitaji katika kituo cha Nuru Orphans kilichopo jijini Mbeya. Kiukweli nimevutiwa sana kuja kujumuika pamoja na watoto. Tumekuja hapa tunajumuika pamoja na watoto ambao wana mahitaji mbalimbali, tupo kuwatia faraja, tupo kuwapatia nuru, waone kwamba hawako wenyewe, wako na sisi watu ambao pia tunawapenda tunawasapoti na pia tunaona umuhimu wao katika jamii yetu. Kikubwa, ningependa kuwaalika pia Watanzania wengine ambao wanavutiwa au wana ule moyo wa kuweza kuwasaidia watu wenye uhitaji, karibuni sana, kwa pamoja tuweze kuungana na Teachers Charity Foundation tuweze kuwasaidia watoto wahitaji wa lakini pia watu mbalimbali ambao wana uhitaji. Teachers Charity Foundation, giving is living. Kwa majina naitwa Daniel Steven Samba, ni mwalimu kutoka chuo kikuu cha Tumaini kampasi ya Mbeya, ni mdau wa Teachers Charity Foundation, ambapo tumekuja hapa leo katika kituo cha Nuru kwa ajili ya kuwafariji wenzetu na watoto wenye mahitaji katika kituo hichi jambo la kwanza lilonivutia hadi kuungana na wenzetu wa Teachers Charity ni moyo wao wa kujitoa, kwa sababu tunachoamini katika maisha, sisi wote ni wahitaji, lakini ni wakati gani sasa hatuwezi tukajua, kwa sababu yote anapanga Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nilivyoona jambo hili na walivyonishirikisha, nikaona ni vyema tufike hapa na tuweze kusapoti kwa kile kidogo tulichokuwa nacho, lakini la yangu kwa wananchi wote na ndugu zangu wote ambao tunaendelea na maisha yetu ya kila siku, tunavyokuwa na nafasi ya kuguswa kusaidia, kisiwe kituo hichi tu, tusiishie hapa, tukafanye hata katika vituo vingine, ili tuweze kuwafikia angalau hata kwa nafasi ndogo. Wapo ambao wana mahitaji ya shule, wapo ambao wanahitaji chakula, wana mahitaji mengine. Kama hapa kituo hichi cha Nuru tumevutiwa zaidi, wana watoto wadogo kabisa ambao wanahitaji umakini zaidi katika kuwalea kwao. Wanavyokuwa wanapata sapoti kutoka kwa sisi wadau, naamini pia tunawatia moyo na wanakuwa na faraja kuendelea kufanya hili jambo kila siku. Mimi naamini hii ni kazi ya wito ambao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu, lakini hawawezi wakafanya peke yao bila sisi wadau kuwepo. Kwa hiyo natamani sana na wengine waweze kujitokeza, ili tuweze kwenda kusaidiana katika hii kazi ya Mwenyezi Mungu.